Kwanza niwashukuru lakini niwakaribishe katika ukumbi wetu wa halmashauri, na sisi tuko pamoja katika kufanikisha masuala ya maendeleo na uwepo wa amani, na nimefurahishwa na msemo huu unaosema amani na upendo, kwa hiyo unaosema amani na upendo bili, bili, bili, bili, bili, bili, bili, bili, dini mbalimbali mbali. Amani na upendo. Sasa nimefurahishwa sana sana kuhusiana na maswala amani na upendo, ambapo yalikuwa yananikumbusha maneno ya sisi waumini wa Kristo ukienda kusoma eh, Matayo Mathayo 22 kuanzia mstari wa 37, 34 mpaka 40 unaeleza hayo mambo ya upendo na Wanafarisayo, wafarisayo walikuwa wanamuuliza Bwana Yesu hivi, katika amri tulizopewa sisi tutekeleze na Mungu, kuna amri kumi kwa upande wetu, hivi ni amri gani kubwa kuliko zote? Walikuwa wanamuuliza amri gani ni kubwa kuliko zote, lakini alipoulizwa hivyo Bwana Yesu alisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri kuu tena ni ya kwanza. Na ya pili inafanana ina, nayo nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Amri hii, amri, amri, amri hizi mbili ndizo msingi wa sheria zote na maandiko kwa nabii. Kwa hiyo nilikuwa naeleza ili kusema upendo ndio amri kuu kuliko zote. Tumepewa amri kumi, lakini tunasema upendo ndio amri kubwa kuliko zote. Lakini anasema ya pili inafanana na upendo, kumpenda Mungu wa kwanza, lakini la pili ni kupenda jirani yako kama unavyojipenda wewe, au kama nafsi yako. Kwa hiyo, tunayozungumzia masuala ya amani, tunayosema masuala ya usalama, tunayosema masuala ya ushirikiano, msingi wake ni upendo. Tusipokuwa na upendo basi tunaweza tukawa tuna machafuko, tuna, tuna amani na mambo mengine msingi. Kwa hiyo tujifunze kuwa na upendo tupendane kama sisi, ili tuimarishe amani yetu tuimarishe, tubadilishe ushirikiano na mambo yote. Kwa hiyo tunaenda kwenye uchaguzi mwaka huu, mambo mengi kama yaliyoelezwa, lakini tukiwa na upendo hatutakuwa na utofauti wa masuala ya kisiasa, hatutakuwa na, hatuta na utofauti wa masuala ya kidini, hatutakuwa na utofauti na masuala ya kiitikadi au mambo mengine. Tutaonyesha upendo na tutaweza kupata mawazo kusema kipi ni bora zaidi au kipi ni msingi mzuri katika maendeleo ya nchi yetu.